Mungu awabariki sana kwa ibada njema hii ambayo Mungu ametupa kibali. Tumefika katika hema hii ili kulitukuza jina lake. Kuna wakati ukimwaza Mungu unasema Mungu we ni Mungu unayebebea watu mizigo. Yaani nakaa, unasema yani, we ni Mungu wa staili gani? Kwa sababu unabebea watu mizigo kiwango ambacho sisi hatuwezi kuibeba. Ama fedha haiwezi kuibeba. Unajiangalia, kila mtu akirudi kwenye maisha yake akijiangalia, hivi mimi kichwa changu hivi kilivyo, yani kila mtu akijiangalia kwenye kichwa chake sawa na alivyo hivi, nani angekubebea mzigo ulionao? Unakuta hakuna ambaye angekubebea mzigo ulionao kwa nafasi yoyote ulionayo, hata kama ni ndogo, hata kama ni kahatua kadogo, nani angekufanya hivyo ulivyo? Unakuta hakuna mali, hakuna fedha, hakuna chochote kilichokufanya ukawa hivyo. Na ndio maana tukirudi hapa tunasema ni wewe wa kuabudiwa, kwa sababu majibu yote yanatoka kwako na hakuna mtu mwenye kauli ya mwisho zaidi ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu. Ikiwa Mungu anasema kwamba kama yeye Mungu atasema, nimekuchagua uwe mtu wangu, yani nimekuchagua uwe mtu wangu, zile kanuni za kuzifuata utazifuata wewe Unajua kuna watu wengine tunakata tamaa sana pale kwamba nimechagua na likujua toka tumboni mwa. Sasa tukisikia hivyo unasema hii itakuwa mama mwenzetu, yaani kwa sababu alikuwa anampenda Mungu toka zamani, itakuwa Mungu alimchagua toka tumboni mwa mama yake. Ah, ah, kuchagua, nasema mbele yako zimeweka njia ngapi ya uzima? Yaani pamoja na kwamba alikutambua, aliku toka ukiwa tumboni mwa mama yako, lakini mbele yako umewekewa machagulio haya. Jamani, kama alimjua, Yesu mwenyewe alimtoa mwenyewe, kamleta duniani, alimjua. Lakini kwa nini Yesu alilia sana? Kwa nini Yesu alipitia majuto makali sana? Si alimjua toka tumboni? Kwa nini Yesu asirilaksi awe seremala? Kwa nini Yesu asirilaksi awe, awe muuza viatu, yani asirilaksi, yani afanye kama kazi tunazofanya asirilaksi? Kwa nini Yesu eh, hey, hey, akachinge? Kwa nini Yesu asifanye tu ni maisha aishi kama tunavyoishi sisi kawaida? Kwa nini asifanye hivyo? Kwa nini yeye hey, ali tena alitoka mbinguni alishushwa? Yaani ni yeye mwenyewe Mungu akajigawa. Akajishusha mwana wa Mungu. Yaani yeye mwenyewe akajigawa katikati akashuka. Alafu huyo huyo ambaye ameshuka, kwa nini asirelax kwamba hebu ngoja mimi nimezaliwa kwa Mariamu. Huyu mama ngoja nimfariji kwa sababu sasa ni mama ambaye yuko hivi, mimi ndo mtoto wake wa kwanza. Ah, kama ni mtoto wake wa kwanza, niwe faraja yake basi, nikazane na useremala na viatu na nini, kama na, na sausage kushonaji, sijui kama ni maduka, nikazane na vitu hivyo, niwe na vibolesha, ili mamaangu asije akabaki mnyonge. Lakini ye aliamua kupoteza vyote, pamoja na Mariamu mama yake, akaamua kukaa kwenye kusudi. Watu wa Mungu, hapo ndipo ambapo tunapishana sisi na kule tunakosema kuchaguliwa, nalikujua toka tumboni, kwa sababu sisi tunakuepa kanuni. Yeye alifuata kanuni, pamoja na kwamba yeye alikuwa mwana wa Mungu, lakini bado alikaa kwenye kanuni. Anaenda kuamsha majamaa kina Petro, mbona umelala mpaka saa hizi? umelala jamani, amkeni, msije mkaingia majaribuni, sio kukoroma huko. Oh, ni mjana nimechelewani unajua naenda kujumua viatu saa kumi na moja saa kumi unaenda kujumua viatu sasa. Hiye saa kumi kujumua viatu, unakuta umezungusha toka Uyole labda mpaka Mbalizi, umekanyaga kwa mguu ko. Tumechoka mzee, umetutembeza mzee, tumechoka ko, ndo maana sahizi tuna tunakoroma jamani. Katika kutembea kote mlikotembea kina Petro si tulikuwa pamoja? kwani mi nilikuwa kwa ni napa hapana. Sasa nyie, mimi ndo nilikuwa nafundisha, natumia nguvu kubwa kuyafundisha makutano Nyie mlikuwa mnasikiliza. Lakini nyie ndio mnaolala kuliko mimi ambaye nimetumia nguvu kubwa kuyahubiri makutano bila maiki. Yenye yamekaza na tu. Oh, oh, oh, nilikuwa saa kumi nilijumua niliamka kujumua viatu. Mwingine mwenye sababu unajua tunachelewa kulala, tunachelewa siju kufanyaje. Yaani kila mtu na sababu yake. Watu wa Mungu tumekuja kula gombo hapa. Tumekuja kula gombo. Kazi ya hilo gombo sasa ni vema tukaijua. Hatujatoka nyumbani bure, tukaja kukaa katika mazingira haya bure tu. Hapana, tumekuja kumeza kitu kama tumekuja kumeza hilo gombo. Kazi ya hilo gombo ni nini? Ezekieli tatu. Ezekieli tatu, soma kwanzia mstari wa kwanza. Kitabu cha Ezekieli sura ya tatu na mstari wa kwanza anasema ehe, akaniambia akaniambia mwanadamu, ehe, kula uonacho. Watu wa Mungu, wewe ni nani? Wewe ni nani unavyojiona hivi? Kuna mtu hapa ni panzi? Yaani vile unavyojiona wewe ni vile ulivyokuja wewe. Unajiona ni panzi? Ungekuwa panzi, ungekuwa polini. Ungekuwa mnyama, ungekuwa polini lakini hapa kila mtu ametokea kwenye nyumba, na ndio maana agizo agizo hili linakuja linakuja, punguza kidogo hata kwangu. Hii ndio maana agizo linakuja, anasema kwamba akaniambia mwanadamu. Sasa sio anamwambia Ezekiel, si tumekuja mahali hapa kula hiki kitu. Kazi yake sasa ya, ya kula hiki kitu ni nini? yale mafundisho ambayo tunayakula kila siku kazi yake ni nini? Ehe, anasema akaniambia mwanadamu. ehe kula uonacho kula uonacho, kula gombo hili Ehe. Kisha enenda ukaseme na wana wa Israeli. Kula alafu kisha uenende ukaseme na wana wa Israeli. Sisi tunakula tu, ila kwenda kusema pale ni mapambano makali. Sisi tunakula tu, yaani unakuta kula tunakula, ila kwenda kusema kile tulichokula ndo paliko na vita. Na ndio maana hata kama ni kutumwa, tunatumwa nendeni mkaseme, bado ni vita kwenda kusema kila kula tunakula yani ni, <laughs> kila siku mwaka kwa mwaka yani, aa, hatufungi. Si tunakula kila siku. Hatuzungumzii chakula cha mwili, tunazungumzia chakula cha ibada ibada, kwa sababu ibada ni chakula cha mwanadamu yeyote. Sasa kama ni chakula, tunakula hatufungi, hakuna siku ambayo tumefunga sisi. Kila siku ni mlo, kila siku ni tunakula <laughs> tena mfululizo, weu mai, weu mai kula, kula, kula masaa sita yani wewe umepakua chakula chako kwenye lisufuria unakula masaa sita, umewahi? Ujue chakula tunachokula watu wa Mungu, ili ni gombo zito ambalo linatakiwa likatumike kwa nguvu kubwa sana, na ni kitu ambacho kikilipuka kinaenda kuokoa sana. Kwa nini? Kwa sababu ni chakula ambacho tunakikula kwa muda mrefu. Hakuna naweza kaniambia hapo ugali anakulaga masaa mawili. Yaani mawili tu, wewe unakulaga tu unakula, unaisha wanasonga, unakula, unaisha, unaisha, unasonga, unakula wanaisha, wanasonga unakula. Masaa matatu yanaisha. Yaani wewe unakula? Hauwezi kufanya hivyo. Lakini tunakuja hapa tunakula hili gombo. Lakini sisi tunaishia kula tu, ila kwenda kulitema ndo vita kali. Ndio hiyo kusema jamani, hebu toka nje jitangaze au kama hautoki nje, hebu jiweke mwenyewe mtandaoni, jiposti wewe, hebu sema kila siku, kwa sababu tunakula kila siku. Na kama tunakula kila siku ilo gombo, hilo likilala siku moja linakuwa limeshachacha linatakiwa litolewe. Yani leo nimekula nini, kinatakiwa kitolewe, hicho kitu kiende kwa watu wengine. Sasa sisi wiki zima ni kubugia tu, kwa sababu haujaambiwa toa hata dakika chache, kwa sababu hata dakika nyingi, kwa sababu kuna watu hapa tumetofautiana. Kuna watu hapa tukila chakula cha mwili cha kawaida cha mwili, ukienda uani, kuna wengine anatumia dakika moja, kuna wengine anatumia dakika tano, kuna mwingine dakika kumi. Yaani yakienda uani anaenda hivyo <laughs> kulingana na kitu alichokikula. Kwa hiyo tuna mpishano wa kula, na ndio maana tukikaa hapa, anasema mzee kwamba sio lazima ukaongee dakika nyingi sana, hapana. Au mkituma vitu mtandaoni, sio lazima uongee dakika nyingi. A -a. Ongea dakika chache katika gombo lile ambalo tumelikula lile, je, tuna unalichakata kwa namna gani? ili angalau uliweke ndani ya dakika mbili, tatu, nne, tano, alafu uliteme, uendelee, usubiri kesho gombo litakalokuja, ili chakula kisichache tumboni, kwa sababu matumbo yetu ni kama hayachakati, yaani mfumo wa chakula umekufa. Sasa kama mfumo wa chakula umekufa hauchakati. Ndio ile unakuta hauoni cha, cha kwenda kuongea mtandaoni. Hivi mimi wanasemaga, sasa na wewe mzee unafanya nini mtandaoni? Unafanya nini mtandaoni na wewe mzee, unajiposti posti mtandaoni unafanya nini? Naambia ha. Yaani nyie kamuulize Musa alikuwa na miaka mia na ishirini, lakini ile jamaa alikuwa linazunguka kwenda kuhubiri Injili. Lenye lilikuwa linatafuta nini? Kwa hiyo mimi nimerahisishiwa nime a uh, kuletewa mitandao ili hata nisipoenda kule mimi nikiwa hapa na nakuambia ukiwa mbali na utanisikia tu. Kwa nini? Kwa sababu tumerahisishiwa hii mitandao. Kwanza kwa nini nawe mzee tu unajiposti posti? Kwa mama wachungaji huwa wanatuliaga kimya, eh? Hao onekanaji onekanaji. Inatakiwa utulie kimya usionekane onekane. Sema jamani, sio mimi. Mimi sijaitwa kuwa mama mchungaji. Mimi naitwa Salome Mwampeta, mtu aliyeokolewa na Mungu. Ambaye anakula gombo, kama anakula gombo basi, huyo Salome anatakiwa alitoa hilo gombo kila siku mpaka uzee wake, yani mpaka maisha yake yote, anatakiwa awe analitoa hilo gombo. Haijalishi hilo gombo lina udhaifu, halina uwezo mzuri sana wa kwenda kupiga sawasawa kwenye target, ila kikubwa si limeenda bwana? Kwani kila mtu hapa kienda uani, anaenda uani kawaida. Mnajua wenyewe, kuna wengine wanakimbiza, kuna wengine wanaenda taratibu, kuna wengine yani kila mtu na ninavyo, unavyoenda una, yani unavyo, kila mtu ana staili zake za kwenda. Kwa hiyo hata huku tumekuja hapa tunalikula hili gombo zima zima, hili zito zito, hili namna gani ya kwenda kulitema hapo. Sasa ni kila mtu Mungu alivyokujalia, vile unavyoelewa kwamba hiki kitu, hebu ngoja nikichukulie kwa namna hii. Hebu labda nijaribu hivi, niweke mfano upi? Hebu ngoja, hebu niweke mfano huu. Nichukue nini niweke hiki? Nichukue nini niweke hiki? Kwa sababu hautaeleweka ama hautajulikana kwa sababu unaabudu hapa tu umekaa. Utajulikana kwa sababu ya shughuli zako unazozifanya. Hilo gombo unalolikula je, limechacha ni? Yoy, kila siku linabaki tumboni halitoki. Kila siku tunakula. Alafu unachukulia kawaida. Yani usichukulie simple watu wa Mungu, usichukulie kawaida. Yaani kila siku wewe ni unakula. Kweli unashindwa hata kuimba tenzi? Yani unashindwa hata kuchukua tenzi tu kabisa. Yani use basi, sina neno la kuongea basi, ngoja nichukue hata tenzi, na mimi niteme hata gombo tu huko mtaani, niseme kwenye mtandao, labda kwenye simu, nichukue simu yangu ni shuti tu, ni mwabudu Bwana wangu tu aliyenifikisha hatua hii niliyonayo. Hebu ngoja nitoe tu clip, niongee chochote. Ndiyo, sina uwezo, nina kigugumizi. Haya, hicho kigugumizi sio shida, lakini kuimba si, Ye una kigugumizi? Unakuta ha kuimba kigugumizi kule hakipo. Basi chukua hata nyimbo zako ulizoimba zamani, chukua hata ka kipengele kadogo, hebu ka, ka shuti yako kaimbe ka, ka posti yako kwa sababu hayawezi kuisha leo. Mzuri sifa aki anachukua nyimbo yoyote yani anayoiona yeye duniani yani ipo kikubwa, iwe ya kikosi kazi yani anaichukua yoyote, anaenda kushuti tafikia kwake, anaimba vizuri kabisa yaani yeye ni kila siku yuko mtandaoni, waone watu arobaini na tano wanamtosha sana, waone watu kumi wanamtosha sana. Sasa ni vizuri hata wewe ukameza hicho chakula, ukala. Mwanadamu kula chakula hiki, alafu nami na kutuma ukanene. Sasa sisi pale kuje kutumika kwenda kunena pale, ndo pana vita kali. Endelea kusoma Ezekieli sura ya mstari wa pili anasema, basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo, akaniambia mwanadamu, ndio lisha tumbo lako, ulijaze tumbo lako kwa hili gombo nikupalo, ndipo nikalila. Ehe, nalo kinywani mwangu lilikuwa tamu Ehe, kama utamu wa asali, kabisa kabisa. Tukikaa tukika hapa, neema nyingi sana, ibada ya <laughs> <laughs> leo likuwa na neema Yani kama asali aise, ibada leo mzee amenigusa kapita engo ile ile. Aise mzee ai hapa, hay, yani hapa neema tupu, ah, baraka hay, yani ibada ya leo ilikuwa na baraka kubwa ko tam kama asali eh. Mstari wa nne anasema ndio akaniambia mwanadamu Ehe? haya waende wana wa Israeli, ukawaambie maneno yangu. Natamani usikilize kastori tu haka usikilize tu, tukasome vizuri Ehe? Anasema akaniambia mwanadamu Ehe. haya waendee wana wa Israeli, Ehe. ukawaambie maneno yangu. Ndiyo maana wewe hukutumwa kwa watu wa maneno mageni Ehe. ama wa lugha ngumu Ehe. bali kwa nyumba ya Israeli. Ehe. si kwa watu wa kabila nyingi mm. wenye maneno mageni Ehe. na lugha ngumu Ehe. ambao huwezi kufahamu maneno yao ndio bila shaka kama ningekutuma kwa watu hao hey. wangekusikiliza hey. bali nyumba ya Israeli hey. hawatakusikiliza wewe hey. kwa kuwa hawanisikilizi mimi hey. maana nyumba yote ya Israeli wana vipaji vigumu uh -huh. na mioyo yenye ukaidi. <laughs> We unatumwa katikati ya watu wenye vipaji yani, ana kipaji siunaelewa? Maana kipaji yani, mtu ana kipaji cha kuimba, ana kipaji si cha kuchekesha na kutuma katikati ya watu wenye vipaji yaani, watu wenye vipaji vigumu yaani, sio kama ni kipaji simple tu ambacho ni simple tu. Na kutuma kwa watu wenye vipaji yaani, kama ni uwezo wa kupinga neno la Mungu wana uwezo wa kupinga, wana kipaji. Kama ni kukukata jicho, basi wana kipaji. Kama ni kukudharau wana kipaji kama ni kukutukana, wana kipaji wao, wana gugo matusi wanakoyajua wenyewe, sijui yani. Nakutuma kwa hao watu wenye vipaji tena wagumu hao, sio wana vipaji tu, ni wagumu sana hawa. Anawatuma hawa kula hili gombo, alafu nakutuma wewe. Ukikiangalia kizazi hiki, unakiona ni kizazi tu rahisi rahisi, ukijaribu hata kuhubiri, jamani, jamani, mimi mimi sikuwa hivi, yani nimebadilika sana Yani nilikuwa malaya ah, ha, hata mimi ndio nilikuwa malaya. Lakini nikaamua kustop tu yani, hakwambii kwamba yani, naye anakwambia nimeamua tu kustop, sio kwamba na mimi na mimi nimeamua tu kustop eh, sio kwamba Mungu aliingilia kati, niliamua kustop tu kwao, nikaamua kuacha. Sasa jamani, unajaribu uchukue hiki au ujaribu umeelimisha kwa hiki, nakwambia kama ni sigara, unasema ulikuwa mnywaji wa pombe, yaani we, mimi ona makovu haya Unaona makovu haya? Ni ya pombe, nilikuwa nakunywa mpaka naanguka. Kwa ni jamaa alielezaje, lina kipaji. Nilikuwa nakunywa naanguka. Lakini nikaamua ni stop tu. Kwa unakuta unajaribu upite kona hii umwambie umwelimishe hivi naye anakuelimisha ya kwake kabisa. Lakini anasema na kutuma kwa watu wenye nini? Wenye vipaji. Tena vipaji sio vipaji vizuri hivi. Vipaji vigumu, vibaya. Ila anasema nalipokula lile gombo lilikuwa kama asali. Tamu kabisa. Ila namna ya kwenda kuliwasilisha, si mnaona inavyokuwa changamoto? Ila tukiwa hapa zuri kama asali, ila tukitoka hapa, namna ya kwenda kulipeleka hilo gombo, ah, ni vita kali. Tunakutana na watu wenye vipaji, wenye nyuso ngumu, vitu vigumu ambavyo ameviongelea hata Ezekiel, hiyo sura ya pili. Lakini endelea hapo kwanza, Ezekiel sura ya tatu, alafu wana mioyo yenye nini vipaji vigumu na mioyo yenye ukaidi, wakaidi. Ehe. nane anasema, Ehe. Tazama, nimeufanya uso wako Ehe. kuwa mgumu juu ya nyuso zao, ndio na kipaji cha uso wako Ehe. kuwa kigumu juu ya vipaji vya nyuso zao, ndio kama almasi ilivyo ngumu kuliko gumegume -gume, ndivyo nilivyokifanya kipaji chako mm. usiwaogope usiwaogope, wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao Ehe. Wajapokuwa ni nyumba ya kuasi. Ehe. Tena akaniambia, akaniambia mwanadamu, maneno yangu yote nitakayokuambia ndio, yapokee moyoni mwako, yapokee moyoni mwako na kuyasikia kwa masikio yako, na kuyasikia kwa masikio yako. Haya, enenda uwafikilie watu hao ehe waliohamishwa kwa wana wa watu wako eh, ukaseme nao ndio nakuambia, eh, Bwana Mungu asema hivi eh, kwamba watasikia, eh, au kwamba hawataki kusikia. Yaani wewe nenda, kwamba watasikia au hawataki. Unakuta unahubiri mtu yuko bize naye, kama alivyohubiri sifa jana, kwamba unakuta unapita unahubiri, unakuta naye mwingine anapiga kelele kwa kwamba watasikia au hawataki kusikia, kwa sababu kwanza wana vipaji vigumu, alafu wana mioyo ya ukaidi. Kwa wanasema na kutuma kwa haya majamaa yenye vipaji na nyuso ngumu hizi na kutuma, nenda kwa hao sasa. Ukiangalia hapa he, unasema, Mungu, kweli, tumekaa hapa, tuko kupokea kusudi lako, tunakula gombo. Nimesema kadi tunavyokula sana, yani kama auendi uani tumbo lazima lipate vita, lazima lipate shida. Na ndio maana kuta kama umeshindwa kutekeleza agizo lolote ambalo mzee kaagiza, unakuta ni vita kali. Ukifika hapa nini, vyakula vinagombana tumboni, yaani yale maagizo hujayatimiza. Sasa, sasa mzee naye asijakauliza asijakafanya hivi asija ni nini nini, wewe mwenyewe umejivuruga, umekula maharage maziwa <laughs> sijui na nini umejivuruga, lakini ungeamua kujipangilia kula vizuri, kwani ungejivuruga? sisi nakuta sisi nikutembea kwenye kamfereji tu kwa Mungu kwamba agizo nilipi eh niseme basi ni kwenda kusema nitaenda kusema kule nitaenda kusema kwenye mtandao kwa sababu nikisema sana humu watu watanisikia kwa sababu mimi nisingekuwa naongea yani nisingekuwa naongea mtandaoni wasingejua mke wa Mbarikiwa ni nani wasingejua hata siku moja ningekuwa nabaki tu na mimi nimenyamaza kimya lakini kwa nini niliamua kuongea? Niliamua kuongea kwa sababu nilikuta yale anayoyaongea kazi yake ni kunilisha mimi gombo. Akishanilisha na mimi natakiwa nika, nikalishe mtu mwingine sasa aliye dhaifu kama mimi. Nifanye nini ili nikamlishe? Basi na mimi nitumie kigugumizi chochote nilicho nacho. Nikamlishe mtu aliye dhaifu kama mimi. Kwa nikaanza na mimi natuma chochote natuma chochote natuma chochote. Baadaye kuna mtu akasema, "Aisee, yani kwanza, nilikuwa sijui kama nilikuwa nasikiliza, sikilizaga sana clip zako unavoshoot, hii siku usumboga mwanamke siku na nini na nini, nilikuwa nasikilizaga clip zako. Lakini baadaye nikaja kusikia kwamba mbalikiwa ni nani. Nilikuwa namsikia kivi yake, ila sikujua kama nyie ni mme na mke. Kwa nimekuja kujua kwamba, ha, kumbe ni wale wale. Ndio maana kwa nini? Kwa sababu alikuta huyu yuko upande ule na huyu yuko upande huu ko kama ni kutema hayo magombo hayo chakula tulichokula. Watu wa Mungu, hebu hebu hebu hebu sema. Yaani sema, ukishindwa kusema imba. Yaani ukishindwa kusema imba, wewe simama tu imba. Ukishindwa kufanya chochote, mimi yani, huwa naingiaga hata nikiingia TikTok live. Yaani huwa hata nikikaa tu kimya hivi. Yaani naamua tu kukaa kimya, naingia live. Ma karibuni watu wa Mungu. Nimeingia live tu, karibuni watu wa Mungu. Unakaa kimya basi, watu unakuta wameongezeka wawili watatu wanne, utaanza kuongea kidogo, utaanza ehe, sijui nina nini nina, nina, utaongea hapo mambo machache, wataongezeka watakuwa angalau sita saba, au tisa au kumi, unaanza kuongea pale. Sasa kwamba hapana, lengo la kuweka uh, hii live, natamani kwamba maisha tulionayo sisi hata kwenu yawezekane, kwa sababu si kwetu yamewezekana, hata ninyi kwenu yawezekane. Kwa unakuta unaanza kuongea naye mtu taratibu taratibu. Mimi ni mtu mstahimilivu, yani popote pale utanikuta ni mstahimilivu. Nikishindwa jua nime, yani nimeshindwa, yani unajua ni huyu mtu ameshindwa. Ila mahali pote nikiingia, ukinituma nenda kafanye hiki kitu, yani lazima nikifanye, na lazima nitokezi kwamba hii njia lazima nitokee hapa. Lakini sasa unakuta tunakula magombo. Alafu tunafanyaje? Kimya. yaani wewe jitumie. kuna mtu mwingine nafikiri tulikuwa na kina mama Eze kama wananisikia hata hapa mtandaoni, hata Eze nafikiri tulikuwa ote rufaa siku ile tunatoka, kuna daktari mmoja tulikuwa naombeni. daktari mmoja akasema, yani, mama, mama Mbarikiwa?" Akasema, yani, ndio. Yani, Mungu amekubariki unajua, vile nilivyokuona mtandaoni, nilivyokuona live. Ndo uko, hivyo hivyo yani nashangaa kwamba nywele zako hizo kumbe kweli ni original. Kasema ndio, yani mimi, yani naandaa zawadi, naandaa zawadi kwa ajili ya nywele, naandaa zawadi spesho kabisa kwa ajili ya nywele tu kwamba Mungu ameamua kukubariki kwa namna gani kukupa hizo nywele Yaani mpaka unacheka unasema Mungu ni anapiga tu upofu mtu kwa hebu fanya na fanya na hiki hebu fanya na hiki. Hebu ngoja niandae hii yeah, hii zawadi hii special. Madam, kumbe huyu, nikamwambia huyu ni mtoto wangu. Sema, ha. Huyu ni madam wangu kanifundisha mimi, nikasema yeye, wewe ni ni mama yako amekufundisha, ila mimi huyu ni mtoto wangu. I say ah, tena mnafanana sana. Sura <laughs> nikaanza kucheka nikasema we. Basi Mungu anaamua kupiga upofu mtu ili isijulikane ni nani. Ila unakuta Watu wa Mungu haya maagizo hayawi bure. Maagizo yote tunayoagizwa haya sio kwa ajili ya faida ya kiongozi. Ni kwa ajili ya faida yangu mimi binafsi. Wale wote wanajua hata akina akina mhubiri wanajua kabisa. Tukipita mahali popote, yani iwe tu wame, yani wamezuia geti, wamezuia nini? Yani napita. Alafu napita nikiwa nimekunja nne. Kuna wakati nakunja nne makusudi tu. Yani napima ile nguvu tu kwamba ni hebu ngoja niipime ile nguvu ina hali gani? Kwa sababu umepita na mzee unamuona. Sasa kuna wakati nguvu inainuka inakuwemo ndani yani, sio kwamba unakuwa unatetereka, inakuwemo ndani, unapiga tu nne kabisa. Unaona watu wanasimamishwa, wanasema wewe, subiri kwanza. Pia wewe, kuna nini? Hebu naomba fungua geti. Ah, subiri kwanza. Sijui ni fungua geti, naomba nipite. Ah, sawa sawa madam, sawa. Anafungua geti, unapita. Unaenda mahali hapa, hapa turuhusu kuingia. Nasema ndugu wewe, <laughs> niache niingie tu. Nafikiri tulikuwa na mtumishi eze mara nyingi sana tunaingia, naomba niache tu niingie. Ah, siyo, ni mimi, si mna, mna kadi siyo, ni wewe, tuache tu tuingie. Unaingia mahali basi unaendelea, yani unaipima tu ile nguvu. Kwa Mungu, ile nguvu tunayoifanyiaga ibada kweli itatusaidia hata katika maeneo haya, kwa sababu mzee anasema mimi nachukia kudharaulika. Ni kweli kabisa, tukiwa chini huku kila kitu tunangoja tu nje ya geti, yani kila kitu tunangoja, yani mahali popote tu. <laughs> kuna siku utakuja kungoja mpaka ushangae. Lakini unakuta kuna hatua ambayo inaonekana wazi, kiwango ambacho unaondoka, unawasalimia basi. Kama ni, ni kuna mmoja alikuwa anajifanya ni katii mno, yani hawezi kuruhusu. Sasa siku hiyo nikakuta naye nikamwambia ndugu, hebu niruhusu ningie. Ah sio ni nani nani, kakawa kakali kakali kwa sababu nikakali, siku nyingi nimekutana nako pale, ila naingia nikamwambia bwana, wewe niache niingie, niache niingie ikabidi afungue geti nikaingia. Alafu ninavotoka nikamwambia haya, sasa hebu chukua hii elfu mbili ulage dada. Asante sana, Mungu akubariki sana. Nikasema, yaani we tenda wema kwa sababu haujui nani atakupa siku hiyo, siku ya hela ya kula. Tendaka tu wema mahali popote. Lengo lilikuwa ni kumfunza hivyo, kwa sababu sio siku moja uh, kuleta jeuli aliyokuwa naleta siku ngapi, unakuta eh, hey! naambia bwana, fungua naingie, wewe bwana, fungua wewe, ngoja nipite, wewe bwana, fungua. Alafu inakuwa ni, ni ambi nzito, mode anajua, anasema kama mama hivyo, kumbe ni mbabe kiwango hiki. Nasema kama sio mimi, yani sio mimi, unakuta kuna kauli inatoka nzito tu kabisa, sio huyu wa kigugumizi cha kawaida hiki <laughs> ambacho tukikutana hapa basi tunaonekana ni wananzengo wa kawaida, lakini kuna mahali ambako Mungu huweka utisho wake ila ni kwa sababu gani? Tunakula hili gombo, hatuliachi lichache. Tunakula tunaenda kulitema. hata kama ni dhaifu, unakula unalitema kivyo vyote, dakika mbili dakika tatu. Jamani, ukishindwa wakati wa ujana hivi, ukifikisha uzee utafanyaje? Utasimulia nini? si bibi hata kitu cha mwenzio uonekaneko basi, kama watasema we hata mzee unajirusha, unaambia, ndugu hata Musa alikuwa mzee, napo alikuwa anaendelea na, na shughuli yake. Alafu wewe leo hii kijana ukaanza kufundishwa, jamani fanya hivi, jamani fanya hivi, hapana, mpaka unasema hili gombo tunalolishwa hili lisipite bure, tuwe tunakula tunaenda angalau. Nimesema ni gombo ambalo tunakula na masaa mengi. Naogopa chakula unachokula masaa mengi siku, ukiamka tumbo litakavyokuwa, muda ukiamka tumbo litakavyokuwa. Wewe jaribu tu ujifanye umeinama, afu kula masaa sita au kula masaa matatu mfululizo. Wewe umeweka ugali lako hapo, Baba Elisha anakuja, Mama Elisha anaweka ugali tu, wewe unakula masaa matatu. Mama Elisha ni kazi yake ni kusonga tu na kuletea wewe, unakula tu, anasonga masaa matatu, uone kama utainuka au utalala usingizi, unakuta huwezi kabisa. Sasa hili sisi ni gombo gani ambalo tunalikula? Kesho tunakuja tunarudi hivyo hivyo, leo tunakula afu kesho tunarudi hivyo hivyo. Hapana, Mungu aturehemu sana na atusaidie sana sana sana.